Ukweli wa kuvutia kuhusu malaika. Kwa siku ya leo, tutakwenda kuangalia ukweli wa kuvutia kuhusiana malaika. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza malaika ni nani na anafanyaje kazi. Mambo hayo yote nimekuandalia katika video hii. Jambo ambalo natakiwa kulifanya ni kulaiki video hii kisha kukaa kwa kutulia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 kama vile kuleta ulinzi au kukokoa dhidi ya mabaya na kukupatia ujumbe kutoka kwa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya kumi na msaru wa pili hadi wa kumi na tatu imeandikwa nukuu: katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma matatu kamili, sikula chakula kitamu wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu wala sikujipaka mafuta kabisa. Hata majuma matatu kamili yalipotimia na siku ya ishirini na nne ya mwezi wa kwanza nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeli, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe, mtu amevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya Ufazi. Mwili wake pia ulikuwa kama za marajadi safi, na uso wake mfano wa umeme na macho yake kama taa za moto na mikono yake na miguu yake rangi yake kama ya shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Nami Danieli nikaona maono hayo peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Bali nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Walakini nalisikia sauti ya maneno yake, nami naliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeelekea nchi. Na tazama, mkono ukaniguswa, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu, akaniambia E, Danieli, mtu upendwai sana, ya fahamu maneno ni kuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili nalisimama na nikitetemeka, ndipo akaniambia, usiogope Danieli kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikika, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Wajemi alinipinga siku ishirini na moja, bali tazama huyo Mikaeli moja wa hao wakuu mbele akaja kunisaidia nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Wajemi. tunajifunza jambo ambalo unatakiwa litambue malaika. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa litambue malaika anaweza akazuiliwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya kumi na msari wa kumi na tatu imeandikwa, lakini mkuu wa ufalme wa Jemi alinipinga siku ishirini na moja bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Kwa hiyo tunajifunza malaika anaweza akazuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kuna muda malaika wa kuleta majibu yako anaweza akazuiliwa kwa ajili yako. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukafikiri kuwa Mungu amechelewa kwa kujibu maombi yako, kumbe malaika wa kuleta majibu ya maombi yako Ndiye amezuiliwa Tunaanza kuona hapa Danieli alifunga siku 21, aliamua kuingia kwenye maombi ya mfungo wa siku 21. Amefunga anatafuta uso wa Mungu. Lakini malaika yule ambayo alikuwa ametumwa kwa ajili ya kuleta majibu yake alikuwa amezuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwenye ulimwengu wa kiroho huwa kuna wakuu wa anga. Mkuu wa anga au wakuu wa anga kuna falme zinaweza zikamzuia malaika aliyotumwa kwa ajili ya majibu yako. Biblia inasema tangia siku ya kwanza Danieli alipotia nia yake, Mungu alishajibu maombi yake, lakini uh, m wakati Gabrieli akitoka kwenye ulimwengu wa kiroho kuja sa kwenye ulimwengu wa kimwili kuleta majibu ya maombi, Biblia inasema mkuu wa anga la Uajemi akamzuia malaika. Tunajifunza kumbe ma, malaika wako ambao anahusika na kuleta majibu yako anaweza akazuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho, akazuiliwa. Watu wengi wamekuwa wakizani ya kuwa Mungu anachelewa kujibu maombi yako, unaweza ukazani Mungu anachelewa kujibu maombi yako, lakini kumbe Mungu alishakujibu tangia siku ya kwanza umeanza kuomba lakini mkuu wa anga la wajini au mkuu wa anga uliopo, mkuu wa anga kwenye kila anga au sehemu unakoishi huwa kuna mkuu wa anga wa kiroho wa eneo hilo. Anaweza akazuia majibu ya maombi yako, anaweza akazuia baraka zako, anaweza akazuia. Sasa unaanza kuona malaika tangu siku ya kwanza. Danieli amefunga siku ishirini na moja, Biblia inasema tangia siku ya kwanza malaika anamwambia Danieli upendwae, tangia siku ya kwanza ulipotia nia yako tu, ulipotia nia nia yako tu kufunga, Mungu alishakujibu, lakini mkuu wa anga wa Uajemi alinipinga siku ishirini na moja, wiki tatu. Malaika anazuiliwa. Kwa hiyo tunajifunza malaika anaweza akazuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kuna muda unazokawa unafikiri kuwa Mungu amechelewa kujibu maombi yako, kuna muda naukaa unanungunika una lakini kumbe Mungu alishakujibu muda mrefu, lakini malaika akawa amezuiliwa. Kwa jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, malaika anapokuletea majibu ya maombi yako hupita kwenye anga ambalo anga hilo kunakuwa na maadui wa giza, unakuwa kuna wakuu wa giza. Kwa hiyo jambo ambalo unatakiwa kutambua, malaika anapotumwa kwa ajili ya kukuletea majibu ya maombi yako hupita kwenye anga ambalo anga hilo huwa linakuwa lina maadui. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso 6 na mstari wa kumi na mbili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 lakini kwenye eneo la vita alimuita malaika Mikaeli, alimuita Mikaeli kwa sababu Mikaeli ni malaika wa vita. Biblia nasema baada ya Mikaeli kuja, Gabrieli akatumwa sasa, akapenya kwenye lile anga aliyokuwa amezuiliwa, akaenda moja kwa moja kwa Danieli kumpelekea majibu, lakini majibu hayo yalikuwa yamecheleweshwa. kwahiyo malaika anaweza akacheleweshwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Jambo la pili ambao nitakiwa utambue, malaika anaweza akacheleweshwa, malaika wako akuletea majibu yako anaweza akacheleweshwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo malaika anaweza akacheleweshwa, lakini pia malaika anaweza akakamatwa, anaweza akazuliwa. Watu wengi sana wanaomba, lakini wanachelewa kupokea majibu yao. Jambo la msingi ambao nitakiwa kutambua, malaika wako anaweza akazuliwa kwenye ulimwengu wa kiroho, malaika wako anaweza akazuiliwa kwenye ulimwengu wa kiroho nazoka na unajikuta unaomba sana lakini hauoni majibu. Kumbe malaika wako amezuiliwa, kama hapa Gabriel akaamua aka, aka kumwita Mikaeli kuja kumsaidia ile vita, na bado amepenya kamwacha kule Mikaeli, anaendelea vita, na vita anakuja kumpasha habari Danieli. Kwa hiyo tunajifunza uh, watu wengi sana, majibu ya maombi ya watu wengi sana yamezuiliwa kwenye Mungu, wow, kwa Mungu wa kiroho. Wao wanazania kuwa Mungu bado hajajibu maombi yao. Mungu alishawajibu kitambo lakini maombi yao au malaika wa kuleta majibu ameshazuliwa kwenye anga. Kwa hiyo, kuna namna ya kuomba kumfungulia, eh, kuomba kufanya vita na wakuu wa anga. Ni muhimu sana kujifunza namna ya kufanya vita uh, kufanya maombi ya vita, kumshambulia mkuu wa anga wa eneo ulilopo namna ya kumnyang'anya mkuu wa anga vitu ambavyo wa amevishikilia vitu ambavyo amevizuiliwa baraka zako. Kuna ukiomba maombi ukiomba haya kumshambulia mkuu wa anga, utaanza kuona upenyo kwenye maisha yako, utaanza kuona kuna fursa zinafunguka, utaanza kuona yale mambo ambayo ulikuwa unamwomba Mungu uh, unaanza kupokea majibu ya maombi yako. Kwa hiyo ni muhimu kujifunza kuomba. Kwa hiyo malaika anaweza akazuiliwa lakini pia malaika anaweza akacheleweshwa kwenye Mungu akiroho. Lakini pia malaika anaweza akakamatwa. Kwao ni muhimu sana huy kuendelea kuchochea maombi, kama Danieli anifunga majuma matatu maombi yake alishajibiwa, lakini malaika aliyetumwa kuleta majibu yake alizuiliwa. Kwa hiyo hata nawe malaika wako anaweza akazuiliwa. Kwao ni muhimu sana kujua namna ya kufanya vita na kuwa anga wa eneo ulilopo. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Lakini pia kama umejifunza, unaweza kwa comment chini ukaandika nimejifunza zaini. Tukutane kipindi kijacho na kupenda sana.